Kwa majina naitwa Faraha Mvumo, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Tanga. Nipo hapa kwa niaba ya chama cha mapinduzi mkoa. Kama tunavyojua, tarehe 29 kuna jambo letu ambalo ni uchaguzi mkuu kwa hiyo tunapita kuendelea kuhamasisha wananchi wetu kwanza kujitokeza kwa wingi tarehe 29 mwezi huu wa kumi kwenda kupiga kura, lakini tu hatutaki mkapige tu kura, ila tunataka mkazichague a chama cha nini. Tunajua kwa ngazi ya urais tuna mama yetu Dkt. Samia Suluhu Hassan, lakini pia kwa ngazi ya mbunge ni nani? Kasim Kasi. Kasi Kasi Makbeli, ma na diwani wenu mnamfahamu anaitwa nani? Samaga. Lakini lakini kikubwa tujitahidi kukichagua chama cha mapinduzi. Asanteni sana mapinaa, lakini kufahamu balozi, sijajua mmejipangaje katika kuwatoa watu majina. anaitwa Asmani Sheria, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi tawi la Mabawa A hey, kata ya Mabawa. Binafsi leo tulikuwa tuna ziara ya kutembelea nyumba kwa nyumba mtaa kwa mtaa kijiwe kwa kijiwe kwa ajili ya kumwombea kura Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia tulikuwa tunapita kwa ajili ya kumwombea Kasimu Amali Makuberi, lakini pia tulikuwa tunaye Mheshimiwa diwani Mheshimiwa Daktari Idi Samangago kwa ajili ya kumwombea kura. Lakini pia nimshukuru kwa moyo wangu wa zati kabisa, ni mshukuru mjumbe wa halmashauri kuu, ninamshukuru sana dada yangu Faraha Mvumo kutembelea katika kata yetu ya Mabawa lakini sana sana kwenye tawi letu la Mabawa A hey, kupita nyumba kwa nyumba mtaa kwa mtaa kwa ajili ya kumwombea kura Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kumwombea kura Mheshimiwa mgombea nafasi ya ubunge wa jimbo la Tanga mjini, Anko Kasimu Amal Makuberi, lakini pia na kumwombea kura Daktari Idi Ali Samangago kwa ajili ya kuiongoza kata yetu ya Mabawa hii. Tunamshukuru sana kwa kutenga muda wake lakini pia kupita kwenye kata yetu ya Mabawa. Tunamshukuru sana dada yangu Faraha Mvumo.